Haleluya. Hey, hey, hey. Kila mtu aliyoko hapa amekuja anazo haja za moyo wake. Focus on your issues. Focus on your issues. Usimanane kujua maisha ya jirani yako. Hayakuhusu kuhusu. Madhabahu ina masikio. Mafuta ya pili ya madhabahu yanaweza kalaani maisha yako. Kizazi chako kinaweza kikalaaniwa. Kwa jina la Yesu. Hana alipata mtoto akupata. Alipata. Hana alipata mtoto akupata. Alipata. Mtoto alimpatia wapi? Alipatia alipatia wapi? Ebu mtikize jirani yako mwambie, adui wakikuinukia, usikimbilie ushago kwenu, usikimbilie kwa marafiki. Marafiki hawaeleweki, unaweza ukawapa mzigo ya ulio ya beba, wakakutangaza wakakusema vibaya. Wanadamu vigeugeu, wanaweza wakaungamana na wale wasiokupenda. Yule rafiki yako unaletea uzito wa yale mambo ambayo umeyapitia. Usiamini mwanadamu kumwelezea umungu wako, usimwamini mwanadamu kumwelezea Shosi Shos kimepigwa leo. Eh hey, eh. Hata hey, kuua huyo mwanaume, hata kuua sasa nakwambia, hata kuua. Amen. Amen. Amen. Amen. Hebu ona. Ulikuwa hata umenenepa. Hebu angalia sasa hivi. Umebaki wa GB. Ana Huyo ni shosi. Huyo ni shosi. Huyo ni shosi. Hayo ya. Ulikuwa una shape jamani, mtoto ume Ola sasa hivi, ujulikani mbele wapi nyuma wapi. Haleluya. Majeshi majeshi, majeshi majeshi. Hebu kimbilia madhabahu kwa jina la Yesu. Moyo wako na sijulikani na Bwana

Nasema tena, ambaye sema Amina, sababu mko hapa. Kama kuna mtu hajasikia. Kama eh, hajasikia yani. Kama hajasikia, wa wamejizima data. Haleluya. <laughs> Hakuna watu wabaya kama waroko. Amen. Hakuna. Wa wa Amen. Kama kama waroko. Wachungaji tu wenyewe wa hawapendani. Amen. Wachungaji tu wenyewe wa hawapendani. Ni ngumu sana ukute shehe wa msikiti wa barabarani anamchukia shehe wa msikiti wa majengo wezi kuta. Haleluya. Na baada ya hapo, utakuta washirika wanilima wa nini? Wanapigana washirika, wa na washirika wa Ufufuo na Uzima, ni Mungu gani? Haleluya. Amen, amen, amen. Amen. Mbona ukaja hapa? Hapa ni kama laika <laughs> hapa. Hawaelewani. Kwa nini sivyo? <laughs> Hapo mbona unyakasha bana? Kwa kulikuwa kuna maji. Haleluya. Amen. <laughs> Haleluya. Yaani watoto wa baba mmoja. Watoto <laughs> wa mchungaji mmoja. <Hallelujah>. Tuna <laughs> Haleluya Amen. Haleluya Amen. Je, baba nyemana unakuta anampenda huyu anachukia huyu. Haleluya Amen, ni furaha watoto pamoja wapendana. Bora jiulize, umezaa watoto, mkubwa hampendi mdogo, unajisikiaje? Unajisikiaje ukitoka tu hivi, unakuta yule mkubwa

Umekaa mbaya, anakutumbukiza kwenye mafuta.